Kitu kikubwa ambacho naona kimebadilika, kitu cha kwanza ni kwamba hatuoni serikali ambayo iko na mgogoro, hatuoni serikali ambayo, uh, unaweza ona kwamba kuna tension, sababu tukao amefika mahali sisi, uh, wote hata Mkenya wa kawaida alikuwa ameanza kuona nikana kwamba there is a bit of tension kati ya rais na naibu wake, kwa amefika mahali ambapo ulikuwa unapata Wakenya wanauliza katika functions, wanauliza wapi naibu, eh, so kulikuwa na hiyo tension lakini wakati huu unaona kwamba serikali inaelekea upande mmoja yeah. Unaona kwamba naibu wa rais ako na kazi ambayo anafanya na anaitimiza hiyo kazi. Unaona kwamba uh, naibu wa rais anaweza kurepresent rais mahali pengi. Nilimwona juzi aki, aki represent rais pale Tanzania, e, kwa swearing in ya Samia Suluhu mm. Kwa hivyo one year down the line, for me, naweza kuambia kwamba naona serikali ambayo sasa iko na mwelekeo zaidi kuliko vile ilivyokuwa, na serikali ambayo inavuta upande mmoja zaidi, sio serikali ambayo kuna yule anavuta huku na kuna yule anavuta kwingine, sio serikali ambayo kuna eh, kuna hali ambayo everyone, kuna supremacy battles. Unajua hakuna kazi eh, ngumu zaidi kama ya kukua deputy, kwa sababu mara nyingi unajua when you are a deputy you are near the the throne throne but not on the throne so you must be able to understand your position mm. most of the time deputies hata hata deputy tu wa finro committee unapatanga, kidogo anadhani yeye ni chairman wa finro committee mm. so naona kwamba Kindiki has really been able to do that job quite well. Uh, and he has also really traversed the country. Nimemuona karibu, sidhani kama kuna pembe ya nchi hii ambayo eh, Kindiki hajaenda aja, aja, kwa hivyo naona kwamba amejaribu sana mm. katika kazi hiyo kama na, naibu wa rais.